Watu wengi kweli, hata ukimwona kajistiri, kavaa vizuri, lakini baadaye mambo yanakuja kutokea. Ni hasara, ni mtihani. Mwanamke anashindwa kabisa kujizuia, na kwa bahati mbaya, ukimwita na kumkalisha, anasema mume huyu mimi hanitoshelezi. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama mumeo hakutoshelezi, kuna taratibu za kisheria unaweza kuzifuata. Kuna mashekhe walilahi lhamdu wasomi wazuri wa dini ya Kiislamu, wapo, watakusaidia, watakuelekeza. Iwapo mwanaume hawezi, hakufikishi, unaweza kuwafata wataalamu wa dini na wakakusaidia lakini pia wewe mwanaume unatakiwa pia umfahamu vizuri mkeo umsaidie. Lakini kuna wale wanaume pia nao wanarandaranda, leo kwa mwanamke huyu, leo mwanamke huyu, vichaka vyote anavimaliza. Kwa maana yeye kila akitaka kujisaidia anafungua kichaka, anajisaidia kichaka hichi, kichaka hichi, kichaka hichi matokeo yake anamdhalilisha mkewe. Yawezekana maskini mwanamke ni mcha Mungu anajistiri, lakini ukitembea barabarani, unaonekana na wewe uko mtupu, kwa sababu mwenza wako hajaweza kujistiri. La haula wala quwwata illa billah. Ndugu zanguni, hasa Waislamu, jambo hili halipendezi kwa Waislamu wala kwa watu wote wengine, kwa sababu ni jambo baya sana. Ni jambo chafu sana.